Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya Ijumaa, tunapojifunza neno lako, tueleweshe na tubadilishe mioyo yetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze katika lesoni hii, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Imani ya Kalebu ilikuwa imara sana, kama ilivyokuwa miaka mingi iliyopita wakati alipoamua kumwamini Mungu kuliko kusikiliza habari mbaya za wale wapelelezi wengine. Kalebu aliendelea kuamini ahadi ya Mungu kwamba angefika Kanani, na Mungu alimwongoza mpaka mwisho wake. Hata akiwa mzee, alisafiri jangwani pamoja na Waisraeli, akishiriki mateso yao na kuhimili mizigo yao bila kukata tamaa. Alikaa mwaminifu kwa Mungu na kila mara alimtukuza Mungu kwa rehema zake katika safari yote ya jangwani. Wakati wengine walionesha kukata tamaa, Kalebu aliendelea kushikilia imani yake aliamini kuwa wale waliomtanguliza Mungu kwa unyenyekevu hawawezi kushindwa. Ellen White anaandika kuwa imani ya Kalebu ilikuwa haiwezi kushindwa kwa sababu aliweka Mungu mbele yake akijua kwamba Mungu hupatia nguvu za kupita kikwazo chochote. Imani hiyo ya Kalebu ilimpatia ushujaa wa kweli, hakumwogopa mtu wala kuogopa kupingana na makosa. Alisimama upande wa haki hata kama watu wengi hawakufanya hivyo. Ushujaa wake ulitokana na kutegemea uwezo wa Mungu, si nguvu zake. Hivyo ndivyo alivyoweza kuendelea kuishi maisha ya uaminifu na ushindi hadi uzee wake. Leo tunajifunza kwamba imani ya kweli haijifichi kwenye maneno tu, bali inaonekana kwenye ujasiri na kusimama kile na kusimamia kile kilicho sahihi hata kama ni vigumu. Tunapomwamini Mungu, tunakuwa kama askari wanaotumiwa mbinguni, tukipokea nguvu za kushinda ubaya na kufanya mapenzi ya Mungu. Fikiria mtoto shuleni anayeonea wengine. Wengi wananyamaza kwa sababu wanaogopa, lakini mtoto mmoja anayemjua Mungu anasimama na kusema hii siyo sawa, tusimdhulumu. Hata kama anaogopa, anapata ujasiri kwa sababu anajua Mungu yupo pamoja naye. Hivi ndivyo Kalebu alivyokuwa, hakufuata wengi, alifuata kile kilicho sawa. Tunapata majifunzo ya kututia nguvu katika somo hili. Katika kitabu cha Hesabu sura, sura, yani sura 14 mstari wa 24, Karibu alikuwa na roho nyingine, yaani moyo wa uaminifu. Kitabu cha Yoshua sura ya 14 mstari wa 10 hadi 12, hata akiwa mzee, imani yake ilimfanya aombe mlima wa vita bila kuogopa. Kitabu cha Waamuzi sura ya 8, Mungu huwapa nguvu wale wanaomtegemea kwa moyo wote. Tuombe. Bwana Mungu wetu tunakushukuru kwa kutufundisha kuhusu imani yenye ujasiri kama ya Kalebu. Tusaidie tusimame na haki hata kama ni vigumu. Tunakuomba utupe nguvu ya kupinga maovu na kuishi kwa uaminifu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.